Sisi kama timu tumejipanga vizuri kwa ajili taz, ya mchezo unaofuata. Tunatambua Tanzania Prison ni timu ngumu na timu nzuri pia. Tunatambua kwa Fountain Gate na inapokutana na Tanzania Prison, tunajua ugumu unaotokea na uoga. Ni mchezo mzuri, kwa hiyo tumejipanga vizuri kuwakabili ndugu zetu. Ya, tumejipanga vizuri na tuna, tuna asilimia tisini za mechi za nyumbani tumefanya vizuri, tumepata point 23 tumepata sare pia tumefanya vizuri, kwa hiyo tuahidi mashabiki wa Babati kwamba katika mchezo wa kesho wao wajitokeze wengi, kwa sababu wao tunaamini tuna uwepo wao ndio nguvu yetu sisi ya kupata ushindi katika mchezo wa kesho, na tunaahidi ushindi katika mchezo wa kesho. Ukiangalia takwimu za Fountain Gate anapokutana na Tanzania Prison, waga sio mchezo wa rahisi, uztazamiaatii za kesho ni kwamba sio rahisi, ni nzuri na ni ngumu pia. Kwa hiyo kwa sisi tuhakikishe tu mashabiki wetu kwamba tutapata point tatu katika mchezo wa kesho.